It is my privilege now to invite you all to the launch party of Serengeti Premium Lite which gets underway right here shortly after the press conference as karibuni and asanteni sana leo ni uh, nis, hatua la kihistoria tena kama alivyosema mwenzangu mkurugenzi wa fedha tuna mwanafamilia mpya kabla sijamwelezea huyu mwali wetu mpya ningependa kuwakumbusha kwamba hapo kipindi cha mwaka jana ile chapa yetu ya Serengeti Premium Lager ilitimiza miaka ishirini ni mtoto wa miaka ishirini na katika hiko kipindi chake cha miaka ishirini amejishindia tunzo nyingi za makitaifa kwa ubora wake. Huyo mwanafamilia yetu mpya atafuata nyendo za mama yake Serengeti Premium Lager na kuendeleza utamaduni kuwa na kuleta bia bora ya kimataifa. Huyu mwali wetu anaitwa Serengeti Premium Light. Hii ni Lite ya kwanza ya Kitanzania kama mimi nilivyokuwa Mtanzania, sijachakachuliwa, na hii bia ni haijachakachuliwa. Imetengenezwa, imebuniwa na Mtanzania na imetengenezwa kwa ajili ya Watanzania. Brewmaster, kama alivyosema, wa Kitanzania. Brewmaster, tunamwita yeye, ni mtaalamu wa kupika bia. Amebuni na hii bia kuendana na mahitaji ya wateja wetu wateja wetu waliomba kuwa tuwatengenezee light ya Kitanzania. Katika tu walivyotengeneza ile formula yake hiyo bia yake, tukafanya utafiti na wale wateja wetu, wakasemaje kuhusu hii bia tualiyotengeneza huyu master? Walisema ni light bia iliyokuwa na ladha ya bia. Kwa wale tunaojua bia tunajua ladha ya bia iko vipi pia hao wateja walisema ina ladha iliyojaa ladha kuliko light bia zingine zilizokuwa hapa sokoni. Ni bia yenye character. Brewmaster, kwa sababu ya hivi wateja walivyoiita, akaamua kuisema hii bia, akasema Serengeti Premium Light ni light with a bite. Sasa sijui hiyo bite, tutakuja kujua bite ni nini baadaye, kwenye sherehe tutaelewa bite ni nini. Uzinduzi wa Serengeti Premium Light unaonyesha jinsi sisi kama Serengeti Breweries, kama kampuni, tuko makini na mahitaji ya wateja, na tunasikiliza wateja wetu wanataka nini, na tunaamini itaendana na watu wanaitwa millennials, kwa sababu siku hizi tunasikia millennials. Tumeiweka tume, tume, hii kwa sababu ya millennials. Pia tunatumaini Serengeti Light itakuwa ni chaguo la kwanza katika wale watu wanaotaka wale wanaotaka bia lakini wanaitaka pia iwe light bia. Tunawakaribisha mjumuike na sisi kusherekea hii bia yetu mpya kwa kujaribu, kwa kuonja. Bei yake ni shilingi elfu moja mia tano tu, so tunaomba mkienda huko masokoni, marafiki zenu, hatanyie, waandishi wa habari, hii bia ni shilingi 1500. Bado ina inatengenezwa kwa ule, ule, ule bora wa Serengeti Premium Lager uliokuwa umeshinda tunzo za mataifa nyingi, so ule ubora tunaendeleza kwenye Serengeti Premium Lite. Kama mama chapa anaitwa Serengeti, ni furaha yetu kwa sababu imehamasishwa na, kama alivyosema, na ile mbuga ya wanyama ya Serengeti. Na kwenye nembo, unajua tunatumia chui. Hata mimi nimevaa chui leo. Huyu chui ni taswira na mwonekano, unatupa bia yetu utofauti Serengeti premium light haina sukari, ndio maana tunichaguo zuri kwa wale watu wanaopenda bia lakini wanajali afya zao. Karibuni, asante kwa kunisikiliza na karibuni. Baada ya hapa, tuna sherehe na tafrija fupi, tuna hope wote tutaweza kujaribu na kutest hiyo Serengeti premium light. Asante light.